Nahyo siri sio siri nyingine, endelea kuangalia hapa. Siri ndo hii semi, kila mwezi unaamua, nasema mimi nitakuwa na nt00 naona, kwa mwaka itakuwa 0 na nataka ni contribute kwa miaka 30 si ndio? Na kwa kila mwaka nakuletea 10% ya interest, yani kila mwaka kwa kwenye stock market ama kwenyeama hapo kazini 41k na kupa 10% average kila mwaka naona halafu una, unasema mi nakua kontributi 100 dola kila mwezi sindio? 100 dola tu. Kiweka 100 dola kila mwezi kwenye akaunti yako, hiyo akaunti yenye unaistegemea una, una, kwa miaka 30 unakuwa na 218,000. Hii kitu ambayo haiwezi kushinda mtu wote hmm? uh, na hii watu wengi wanafanya ni wanashiriki. Kwaona mtu alikontribute lakini amepata interest juu ya 181,000. Hata yule mtu wa chini ambaye ana save 100 dola zingine na kula analipa mabili na kitu kingine, anaweza kafanikiwa hapa Marekani na anapata pesa nyingi akiretire. Niambie nani akiretire Afrika na 200,000? hacha, hacha. Sasa tuangalie uh, mtu ambaye anatia miaka 35 000. kwa kweka miaka 35 000, unakuwa na tano, unakuwa na 358,000. Hizo ni pesa nyingi sana. Tuseme basi huko mke na uko mume mnataka mcontribute, unaona, kila mtu anafanya kazi. Nasema mimi na mke na mume, acha tuweke 300 dola kila mwaka, kila mwezi, tayari mmekuwa milionea kwa miaka 35. Sijui kama mnaona iko rahisi sana kwa mke na mume kuwa milionea kwa 300 dola kila mwezi, yani kite pembeni kwa miaka 35 tano pale mnapata pesa ngoja ufanye basi 500. ukifanya $500 kila mwezi, yani mkaleta pesa na mmeleta pesa, alafu tunafanya miaka 30, still mtakuwa milionea kwa miaka 30 tu ukifanya contribution yenu. hizi ni pesa ambazo zinakuja zenye haziambatani hata na social security. yani una income mbili ambazo zinakuja kila mwezi. Iko rahisi sana hapa Marekani kuwa milionea mkiweka nguvu pamoja. Ndio maana tunasisitiza watu kila siku. Hii ni siri ambayo munapasha kujua na munapasha kuanza mapema. Ulipoangalia hii video, tuliweza kupata ufafanuzi kuhusu hii compound interest.